Wanaongea kwa niaba ya chama pale ambapo mambo yanakuwa yamezidi, lakini ukweli kwamba jambo kama hili tutokao wanaweza alitoa maelekezo, lakini kwa sababu naona uvumi ukikua sana baadaye naakuwa ni ukweli kweli. Tulipata, tulipata hadha hii, unavyoona jengo letu lilivyo. Tulipata hadha hii tarehe 29 jengo hili jipya kabisa tumehamia mwezi wa 3 na baada baada ya kujenga kwa gharama kubwa sana takriban 29 kwa spoil. Lakini sasa sisi baada hela zinakaa kwa mkatibu wa chama wilaya katibu wa chama wa wilaya alikuwa hayupo, yuko likizo kwa ugonjwa. Alikuwepo kaimu katibu wa chama wa wilaya dhana, wakati inatokea sisi wengine tulikuwa tupo kabisa ofisini maeneo ofisi, ofisi. Tulikuwa sehemu ingine tunatembelea vituo, tukaambiwa kwamba kuna vurugu zimekuja, hatuweza kusogea kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya, lakini baada ya kufika, baada ya siku mbili usiku, tukapewa salamu kwamba jengo limeshika moto limeteketea. Kwa kila mtu alikuwa naokoa uhai wake, kwamba kuja kuangalia kuna nini, nini. Kwa kidogo ni ngumu, lakini baada ya siku mbili tatu tukamuuliza katibu kwamba tupe tathmini ya jengo lilivyoungua, akasema kila kitu kimeungua, na kama unavyoona hapo, unaona jengo lenyewe kila kitu kile kimeungua. Na kama unavyoona, tukamuuliza hela za makala, hela zilizokuja sababu zilikuja saa nane na dakika 20 akasema sikuweza kuzigawa na kuweza kuzitoa kwa ofisi ya katibu wa wilaya hela zimeungua. Ndio maana nikatoa tahadhari kwamba hela zimeungua, lakini namshukuru Mungu, namshukuru Mungu sana, kupitia wadau ambao wananiamini mwenyekiti wao, kupitia wadau ambao wananipenda mwenyekiti wao, tukasema tumalize swala hili la mawakala. Hivi ninavyoongea mimi na wewe, mawakala wanapelekewa hela kijijini kwenda kupewa hela zao. Kwa swala mawakala, sasa hivi tumemaliza, lakini swala kwamba hela zimeibiwa, hazijaibiwa liko mikononi mwa polisi kwa sababu tumeripoti polisi, ndio polisi watachunguza, watatuambia kama hela zimeungua kweli au zilitoka. Vyombo vya usalama zipo vinafungua hela ambazo sisi, mimi nilikuepo, kati zinaletwa nilishuhudia kati anapewa katibu, kaimu katibu wa chama wa wilaya ni milioni kumi na tatu laki tatu na elfu hamsini ambayo katibu amesema zimeungua, lakini si kutokana na mazingira mtu abia zimeungua, naona kama kweli zimeungua lakini kwa sababu hiyo jambo limetika polisi, tutasubiri majibu wa polisi atuambie kwamba wamefanya uchunguzi wao zimeungua milioni 13 na 3 na 50 na, lakini nashukuru Mungu hiyo milioni 13 na 350 leo hii nimeipata na, na, ni na tumewapa wakagawe kwa mawakala kama walivyokusudiwa, wakati jambo letu linaendelea kuchunguzwa. Ni wakala wa kwetu wa CCM, sio wakala wa wa, wa, wa, wa serikali. Ni mawakala wa CCM ambao sisi kila chama kinapeleka wakala mmoja mmoja kwenye kituo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa wanalinda Wanaakikisha shughuli zote zinaenda sawa sawa. Kwa ni wakala wa CCM sio mawakala wa serikali. Yaani ninaposema jengo letu sisi ni total loss kama unavyoiona hapa sasa hivi. Unaona bwana, kila kitu kimeungua. Ofisini kwangu pale kulikuwa na fanicha za kifahari, nafikiri mliweza kuziona. Mimi hata kuingia si kuingia. Nilikuwa na vitu vyangu na mimi. Kule kulikuwa na hela zangu mimi binafsi. Nilikuwa naweka kwenye kadro kangu pale. Kwa hiyo zimeungua hizo, sizungumzii kwa sababu unajua ni bahati mbaya. Kwa mafanicha yote yameungua, maspika maredio na nini makamera ya nini, waandishi wa habari, kwa sababu sikio nilikuwa na waandishi wa, wa habari, mafurnitura, kila kitu ambacho kilikuwa chamali ya Chama cha Mapinduzi, hakuna hata kimoja kilichotoka kwa kila kitu kimeungua. Ya sisi kwa pande, kwa sababu sasa hivi tuliomba makao makuu watusaidie kufanya kurudishie jengo kama lilivyo, hawajatujibu bado. Lakini narudia tena, mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi nimeanza mambo mengine ya kuomba wadau waweze kutusaidia mbali mbali lakini hatutaki hela, tunataka material. Kwa hiyo chukua nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali, kama ilivyokuwa mwanzo lilijengwa na chama, wadau watusaidie tujudishe jengo letu ambalo lilikuwa na heshima. Hakuna jengo zuri mkoa mzima wa Mbeya kama hili, lakini kuturudisha nyuma, mimi na uchungu sana ile kitu. Lakini Mungu yupo na wadau wapo, wataamka tena kutusaidia tumalize kazi.